Lasata, hivi unaliona ili ndogo lako? Nimelikuta chumbani kwa mama lina kunywa maji. Asa, mdogo wangu, kama ulikuwa utaki kufunga ulikuwa na haja gani ya kuficha? we tena uishia hapo hapo, yaani afadhali mimi nakunywa maji. katika kubwa jinga, wewe kubwa jei. umemwona huyo? Uu, anakula azalani. Afadhali mimi nakunywa maji. Hivi nyie mnajielewa kweli? Mnajua nini maana ya kufunga, au nyie mnafunga tu kumfurahisha mama eh? Hamjui, mnajichumia dhambi wenyewe. hasa wee mkubwa huyu, kasema hata wewe pia uko kama yeye. Sasa wewe mkubwa, wala kukaa kumshauri mwenzako, wewe ndio unakaa kabisa unakula hadharani. Hivi nyinyi mnaheshimu kweli umwezi? Amjui mnamkufuru Mungu. Mbona mii kama jakata Yakata mwenzenu kila siku msikitini, kila siku msikitini. Lakini nyie, mda wa swala tu ukifika, wote mnakimbilia ndani. Huyu kashika TV, huyu kashika hichi, amkumbuki kuswali nyie mpaka nije niwagombeze. Kumikucha Yakata ni mtoto mwema sana, anamsikiliza mzazi wake, lakini sio nyie eh.

So, mkubwa mwandani neha kidogo, mingi kupo. Mkubwa unakwambia ndugu wangu, wewe ni mdogo kwangu kiasi, kunakwambia unaongea maneno yako machafunashezangu. Kwanza tumlaani shetani. Sawa, naelewana vizuri. Naomba tumlaani shetani. Kwa nini mnagombana eti bwana Ngasata? Tatizo ni nini ndugu yangu? hmm. Yaani huyu mtoto bado mdogo sana, lakini mambo anayofanya umdani hivi? hmm. Ndugu yangu unaweza ukaagizwa na mzazi wako afu ukakataa kwenda? hapana. yaani huyu kila siku, hamna siku ambayo itapita humu akaagizwa akafanya hicho anachoagizwa na mama na umri wako bado mdogo wewe, kwa nini umbishie mama? Sikia mimi nimesema hivi

Jambo la kwanza tusinyumbane, nyinyi ni ndugu, tunaelewana vizuri wote. Mnaofanya hapo ni makosa taka, unatumia hasira ni makosa, lakini pia Bwana Njepa pia unafanya makosa. Tunaambiwa kabisa siku zote, sawa, pepo pepo yako wewe katika uvungu wa nyayo wa mama yako. Yaani wewe, ili uingie peponi lazima umtii mama yako. Kumtii mama manake ndio hivyo, kama anapokutuma, kumtendea wema, umenielewa, shehe wangu Ma... kwa nini Njepa unafanya hivi? Lakini ni kitu ambacho kinasikitisha sana, umenielewa. Mama alihangaika kwa sababu yako wewe, alikulaza katika tumbo lake ni miezi tisa, hujui tabu gani alizipitia mpaka sasa hivi umekuwa mkubwa na unajiona kwamba wewe unaweza ukambishia kwa, kwa jambo lolote hilo, umekosea sana Njepa, na haitakiwi hai, kuwa hivyo. Umenielewa vizuri shehe wangu, nisijirudie hilo njepa. Kuwa mtoto mwema, unapotumwa basi ti huyu ni kaka yako ha? haya, bwana Kasata. Wewe ni mtu mzima, ni swala la kutumia tu busara. Busara yako ni kukaa chini na mdogo wako na kumwelekeza. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani napita huku wote makelele yenu nyinyi, ni aibu. Shehe wangu, yani, mimi nitegemea nikipita hapa basi mmeshika masahafu, mnasoma Qurani. Mmenelewa vizuri, mnamtaka msamaha Mwenyezi Mungu. Huu ni mwezi wa kutubia, ni mwezi wa toba. Tumeelewana, hebu tujitahidi sana, mashehe zangu. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutubia mambo yote mabaya ambayo tulikuwa tumeyafanya, lakini pia kumkumbuka Mola wetu, yaani huu mwezi ni Mola anatukumbusha kwamba ni mwezi huu, ni mwezi wa kufanya ibada, lakini pia hiyo ibada unaoifanya usije ukaiacha, kwamba umeletewa kufanya ibada mwezi mtukufu wa Ramadhani hau, ibadah, badahi, kwa wale wanajisahau utafanya ibada lakini baadaye ndio unatakiwa uendelee nayo, sio kwamba Ramadhani kisha na wewe unaendelea kule ulikotoka. Hapana shehe wangu, mmefunga? Nisiwe muongo tu leo sijafunga. Subhanallah, kwa nini hujafunga shehe wangu ngasata Umenyamaza kimya kwa kuwa nahisi shehe wangu huna majibu ya kunipa. Jambo la kwanza, umemkosea sana mola wako shehe wangu. Mwenyezi Mungu amekupa wewe, tunasema amekupa zawadi kubwa sana ya uhai, amekupa pumzi bure, anakujalia riziki, anakujalia kila unachokitaka. Lakini vilevile shehe wangu, Mwenyezi Mungu akakupa na uzima. Wapo leo watu wako mahospitalini, wanaumwa wanashindwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanajutia, wanataka kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini wanashindwa kufunga kwa sababu ya hali zao, wanaumwa wakuvitandani. We shehe wangu, Mwenyezi Mungu amekujalia kila aina ya, ya, ya, ya, ya, tunasema akakujalia Mwenyezi Mungu kila aina ya, ya mema, kasata haifai. Mwenyezi Mungu amekupa kila kitu eh. usifanye hivyo shehe wangu, ehe bwana Jepa. Uh, mi nimefunga bwana, umefunga mm, alhamdulillah mashaallah. Umeswali ujaswali? Jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda kuliko mambo yote ni swala. Umenielewa vizuri? Na hata tutakapokufa na kurudi kwake, jambo la kwanza kuulizwa ni swala, uliswali. Yaani, kabla hujahesabiwa mema yako yote, jambo la kwanza kuanza kuhesabiwa ni swala. Sasa mimi naomba jambo moja, jepa ibada mimi nakuomba ndugu yangu, kesho tukijaliwa, Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, uanze kufunga, lakini njepa pia itapofika swala ya alasiri. Sawa, umeelewa vizuri? Magharibi na isha, basi tukutane msikitini. Lakini pia bwana, bwana, bwana Gasata, itakuwa vizuri zaidi ukiambatana na mdogo wako sawa. Hebu tutendeni mema kwa huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini vile vile tuelimishane yalikuwa mema na kukatazana mabaya. Huu ni umati Muhammad ni umma bora kuliko umma zote umma wenye kukumbushana mema na kukatazana mabaya. Tumelewana vizuri, mashe wangu? Basi tukijaaliwa, naomba tuonane msikitini baadaye, sawa. Ile tende na maji muda wa magharibi, nakupata tende na maji pale. Basi nanyie, mashe wangu, niwaone. Mama mtamsalimia. Basi aisha wala si mshukuru. Watoto, leo mjaenda shule problem, mnatakiwa msome, msome elimu, ni ufunguo wa maisha. Wewe mfanye ujinga kabisa Sipo soma, utafanya vitu ambavyo nasema, utafanya kazi ngumu ambazo mshahara wake manyanyeso, fanya kazi ngumu na lipo hela kidogo, nachoka. Bora ukisoma, ukisoma unakaa kwenye kete, unazunguka kazi yako ni peni tu, mshahara unaingia. Usiposoma kazi zake ni ngumu, Alafu mshahara kidogo. Mwenda shule pambani ya elimu. Maisha haya binadamu, waona huruma

Hebu uh, nione, si nifanye mboya. Mimi si mboya kasata life. Ogopa sana mtu aliyeitwa bosi, anayekulipa mshahara. Akiona hela yako unafanyia maendeleo, anajua anachokifanya kama alikuwa na kulipa elfu ishirini kwa siku anakupa elfu kumi akiona aitoshi bado elfu kumi unafanyia anakupa kazi, anakuambia hii kazi ni ya nyumbani, sikulipa. Lakini hiyo kazi yenyewe ukiangalia, anakupa kazi ya bora, una undugu naye ukoo wala ukabila

au au, mimi naogopa. Subiri nikakata tolea. Mimi nataka nikuambie kitu cha maisha, maisha, wewe usimwamini mtu wewe. Au naogopa kweli? Uongo, uongo. Kama naogopa, sema mimi naogopa. Sawa, mimi mimi sina shida. Au mimi na shida Una shida kabisa. Ah, kama nakuwa na shida ngasata, ngoja. Kama mimi nina shida o, uh, unasema mimi nina shida. Na mtu tajiri una shida? Mbona tajiri yangu mimi sina shida, sina shida, si ndio? Mimi sinakupa wewe pesa ailigenga, we sinakupa hela mimi -na. Nakupa sikupi hela, unanipa. Kwaheri ya kuonana Kwaheri, kwaheri ya kuona. Kwa heri dogo wangu jepa. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika mwezi huu kuna makumi matatu: kumi la kwanza, kuna kumi la <coughs> pili na kumi la mwisho kila kumi moja lina sawabu zake, na hizi sawabu hazijatajwa kwenye kitabu chochote, ila anakujua mwenyewe. Au sasa, basi, mdogo wangu, huu ni mwezi wa kutubu dhambi zako zote ulizozifanya nyuma, ni muda wa kungulwa kwenye Mwenyezi Mungu shida zako zote. Umenisikia? Lakini mpaka nikuelewe hapo, sio mpaka unielewe, unatakiwa unielewe mimi, dada yako, na nikikaa hapa nikikuita nikikuambia jambo, naomba unisikilize, kwa sababu mimi nimetangulia kuiona jua kabla yako. Saa ngapi sahivi? Saa kumi naenda, saa kumi na moja naenda kula. Unaenda yeah. kula weli sali moja tu na dakika ngapi zilizobaki hapo, unataka uende ukali wewe? Acha utani, hamna chakula. Ngoja nikafiche chakula. Hawa kaka, meusafimbolama sana kaka, vipiauna umwa biashara sasa hivi imekuwa ngumu sana na kadi, siku zinavyozidi kwenda, biashara yetu inazidi kudrop. Sielewi shida nini, ndugu wangu, na kama unavyojua hapa nyumbani tunaitegemea hiyo hiyo biashara ndio itulishe ndio ituvishe. Yaani hata sielewi nifanye nini, mdogo wangu. Lakini nimekuja mm, hapa muda mrefu kwa vitu nikuwa nafikiria mm, nimeona niende kwa mtaalamu ili nitatue hili jambo, mambo yaende vizuri, kaka mganga. <coughs> Yaani nikwambia tu kitu kimoja, nikupe ushauri huu, mwezi ni wa Ramadhani. waganga wote wamefunga vilinge na wamekwenda kutubu. Sasa unaposema uende kwa mganga, utampatia wapi uyo mganga <tuhi> labda tume nikupe njia nyingine, lakini kuna kwa mganga sijui mi yes. Siamini yes, kama kuna mganga ambaye huwa anaenda likizo Iamini kabisa jambo hilo, lakini mdogo wangu, hakuna mtaalamu yoyote unayemfahamu mm, mm. Kaka, <coughs> mi ni mtoto mdogo sana, huyo mtaalamu ntamtoa wapi? Yani sifahamu wataalamu wote, mwili wangu huu ntapata wapi waganga. Wacha kufanya hapo, tafuta mganga. Ukishampata, basi tutaenda wote. Haina shida ndugu wangu, jambo hilo niachie mimi.